Hujambo, mtazamaji wa uchaguzi TV na karibu katika matangazo haya mbashara, ambapo leo hii mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi jaji wa mahakama rufani mheshimiwa Jacobs Mwambegele anazungumza na vyombo vya habari kuhusu ugawaji au kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025. Mimi ni Shafiru Makosa, karibu 24.